Dogo wa Slay alipo, hata Wasafi wanamtamani walishazingwana na Said Fela na yuko Wasafi. Sasa sijui kitaendea na Slay alipo, ana mkataba na Sony. Sasa sijui watavunjaje huo mkataba ile atoke Sony aje Wasafi shanelo na sielewi, kule kwa nini Slay Sony. Unajua ina matatizo sana Sony, ndio wanavyompoteza hata Young Lunya. Lunya naye kahiti hapo Sony, wamemdaka ndio maana unaona kabisa, awe huru. Nani, kwa hiyo wana mambo kwamba Sony unasaini, chagua producer wako kama ni wa Tanzania mnarekodi, unaweza ukarekodi albamu wanakuambia rekodi albamu, kwa maana Marekani msanii akisaini lebo studio hii hapo fanya kazi una rekodi nyimbo karibu mia mbili ukisha rekodi karibu nyimbo mia mbili alafu anataka kutoa kuchagua sasa za kwenye albam, unashangaa nyimbo mia mbili wanachagua nyimbo kumi na tano zingine wakuambia hizi pana kama vipi. Ndio maana Marekani wakuta msanii anafariki, ana manyimbo studio kibao, mtu anaweza akaenda akachukua chorus, kama unavyoona mtu anachukua chorus ya Tupac, anachukua verse ya Tupac, anachukua chorus ya Notorious, anachukua yani ya wale waliotangulia nini, mbele za haki Ushaona sasa, Sony ukisha signed, ni Sony ya Afrika hiyo, sio Sony ya ya Europe. Kuna Sony ya America ndio kina Chris Brown na kina Michael Jackson, kuna Sony ya Europe na Afrika. Sasa hii Afrika iko South Africa, ndio wali size sa, sign na wasanii, lakini wakisanii wakisaini wanapotea, kwa sababu jamaa wanaamua wao ni lini waanze kusikika. Sasa sielewi kama wanapaga hela ya kula ya kujikimu, I don't know.